Kuna mambo mawili ambayo unapaswa kuyafahamu kabla ya kuanza kupigana vita na adui anayeyatesa na kuyasumbua maisha yako. Jambo la kwanza, kabla ujaanza kupigana vita, hakikisha Mungu yuko upande wako. Hakikisha Mungu yuko upande wako. Kama Mungu hayuko upande wako, usipigane vita hiyo. Utapigwa, utashindwa, utamalizika, utaumia, utakufa, utateseka, utanguka, utavurugika, mipango yako itasambaratika. Hakikisha Mungu yuko upande wako. Mungu akiwa upande wako, hiyo vita utashinda. Lakini Mungu asipokuwa upande wako, hiyo vita hauwezi kushinda hata kidogo. Jambo la pili: Hakikisha adui unayepigana naye hana uhalali juu yako. Hakikisha adui unayepigana naye hana uhalali juu yako. Ikiwa adui unayepigana naye ana uhalali wa kile anachokifanya juu yako, utateseka sana, na hiyo vita itakuwa ngumu kwako, na kila utakapomwondoa huyo adui atarudi tena, kila utakapompiga huyo adui atarudi tena. Kinachomrudisha huyo adui ni ule uhalali ni ule uhalali. Kwa hiyo kama unataka kushinda hiyo vita, cha kwanza ondoa huo uhalali ambao adui anautumia kama mlango wa kukutandika, anatumia kama uhalali wa kukupiga. Ondoa kwanza ule uhalali, ondoa kwanza ule uhalali. Lakini ikiwa adui anakuonea tu Hujamkorofisha, hujamfanyia kitu kibaya chochote, lakini anakushambulia adui wa namna hiyo. Kumshinda ni rahisi, kwa sababu hana uhalali kwako. Unachotakiwa wewe kufanya ni kuhakikisha sasa Mungu yuko upande wako, na kuombea baraka za Mungu ziwe pamoja na wewe. Ubarikiwe na Yesu Kristo, amen.